wa kulla dalalatin fi nnar. Ndugu zangu Waislamu, siku zinapita, miezi nayo inakwenda, lakini pia miaka inaondoka, lazima kila mmoja wetu afikirie kwenda mbio kwa siku afikirie mauti. Kila mmoja wetu kuondoka kwa mwaka na kuja mwaka mwingine, lazima kila mmoja wetu akumbuke akhira na kukumbuka dunia kwamba inamalizika. Ndugu waislamu

Wama alhayatu ad-dunya illa mata'un ghurur, kila nafsi itaonja maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja maut vyovyote itakavyoishi duniani. Kwa hiyo lazima tukumbuke kwamba mwaka unapobadilika tayari umri wa mtu unapungua.

hata ukirefuka uhai wake. yauman ala alatin hadbaa mahmulu, siku moja tu atabebwa juu ya jeneza kwa lazima. Tukumbuke mauti kila siku zinavyokwenda mbio, tukumbuke kwamba umri unamalizika. Tusifurahie kwamba kila siku unataka mwisho wa mwezi ufike upokee mshahara kila siku kila wiki unataka iende haraka haraka ili upokee mshahara, ujue kwamba unaharakisha umri. Inna lanafrahu bil ayami naqdauha wa kullu yawmin madha naqsun min al ajali. Inna lanafrahu bil ayami naqdauha, sisi tunafurahia siku tunazozikata, tuna, tuna, tunazimaliza tunafurahia wa kullu yawmin madha naksu min alumri min alajali, kila siku inayopita inapunguza umri. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima turudi kwa Allah, lazima tufikirie akhira mara kwa mara, tusighafilike na akhira. Dunia inatudanganya, shetani anatudanganya Starehe za dunia zinatudanganya, mapambo ya dunia yanatudanganya, yanatukafilisha na akhira. Dunia ni mapambo tu, dunia ni njia ya kwenda akhira. Tumeletwa duniani kwa ajili ya amali za akhira, tufanye ibada kwa ajili tupate pepo hatukuletwa atu duniani, hiyo ndiyo makazi yetu dunia. Lazima tuangalie mbele. Kwa hiyo maisha ya dunia, ndugu zangu Waislamu, na mapambo ya dunia, wengi tunaghafilika na akhira kwa sababu ya dunia, wamalhayatu dunia illa lahun walaib

lakini maisha ya akhira peponi hakuna shida, hakuna matatizo, hakuna maradhi, hakuna kufa. Wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan lau kanu yalamun. Lau wagikuwa anajua hivyo wasingekhitari dunia kuliko akhira. Lau walikuwa watu wanajua hivyo wasingetanguliza dunia kuliko akhira. Lakini bahati mbaya, tunaghafulika, tunaitanguliza dunia kuliko akhira. Ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi Waislamu tuna upuuzaji wa ibada. Tunafanya kazi zetu za dunia, tunafanya biashara zetu za dunia na kughafilika na sala. Mtu yuko kazini mchana mzima, akirudi anarudia ana, ana, ana sala zote tano anazisali nyumbani. Ghafla kubwa ya akhira Yaqulu Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Ma min muslimin yamut, illa nadima yawma wafatihi. Hakuna muislamu yoyote anayekufa isipokuwa hujuta siku ya kufa kwake. Ma min muslimin yamut illa nadima yawma wafatihi. Hakuna muislamu yoyote anayekufa isipokuwa hujuta siku ya kufa kwake. Qala fa in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad, akiwa ni mtu mwema anajuta kwa nini hakuzidisha wema wake. Wa in kana musian nadima alla yakuna statab, akiwa ni mtu mwovu pia atajuta kwa nini hakutubia maovu yake akarudi katika taa. Ma min muslimin yamut illa nadima yawma wafatihi Hakuna Muislamu yoyote isipokuwa atajuta siku ya kufa kwake. Kwa ndugu zangu wa Islam, tuna ghafla kubwa, tuna ghafla kubwa ya akhira, tuna ghafla kubwa ya adhabu za Allah, tuna ghafla kubwa ya mauti. Mpaka tukienda kuzika ndugu zetu pia tunakuwa na ghafla, ndugu zengu wa Islam. Tuko mazishini katika maziara, pia tuna ghafla. Tunazungumza mambo yetu ya kidunia, tunacheka na kufurahika wakati tunamzika ndugu yetu Muislamu. Hili jambo lipo na tunaliona. Ghafla tuliyonayo ni kubwa, ndugu zangu Waislamu. Mtu anacheka katika maziara kama yeye hatakufa. Mtu anacheka katika maziara kama anafurahika kifo cha yule ndugu yake anayezikwa. Tunayo mambo haya mwislamu, tunamzika wengine, tunacheka na kuzungumza mambo ya kidunia. Ghafla kama hatukukumbuka, hatuku pale katika maziara tutakumbuka wapi mauti? Kama hatujakumbuka kwa na mauidha pale wa kifo cha ndugu yetu, tutakuwa na tadhkira wapi? Ndugu zangu Waislamu, kwa ndugu zangu Waislamu, tukumbukeni mauti, tukumbukeni mauti, na kila mmoja hajui lini atakufa, kila mmoja hajui. Kwa hiyo wajibu wetu ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha ghafla hii tuliyonayo.

wa hayatika qabla mautika. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ightanim khamsan qabla khams, chukua fursa ya mambo matano kabla ya kuja mambo matano mengine kinyume cha hayo. Shababaka qabla haramika, chukua fursa ya ujana wako kabla ya uzee wako. Ukiwa kijana Chukua fursa ya ujana wako, urudi kwa Allah subhanahu wa taala, ufanye dua, ufanye amali ambapo ukifika uzeeni hutaweza kuzifanya. Ukiwa kijana, una nguvu, una nguvu za siamu, kufunga Ramadhani na isiyo kwa Ramadhani, saumu za faradhi na saumu za sunna, una nguvu. Ukiwa kijana, una nguvu za kusimama usiku ukafanya ibada ukiwa kijana una mambo mengi ambayo unayaweza, mambo ambayo baada ya kuwa ni mzee hutayaweza. Shababak qabla haramik, chukua fursa ya ujana wako kabla ya uzee wako. Una miaka 40 una miaka 50 bado ni kijana, chukua fursa ya ujana wako kwa kurudi kwa Allah na kufanya amali nyingi. Wa sihatak qabla sakamik Chukua fursa ya afya yako, afya yako ni nzuri. Chukua fursa ya kufanya amali njema katika wakati wa afya yako kabla ya kukujia maradhi. Ukiwa mgonjwa, amali nyingi zitakushinda. wa sihatak qabla saqamik, waghinaka qabla faqrik, chukua fursa ya utajiri wako kabla ya ufakiri wako ukiwa tajiri, ukiwa na uwezo, chukua fursa utoe fi sabili llah, kabla huja kujia ufakiri. Hujui, hujui kwamba utajiri wako utadumu nao au utajiri wako utaondoka ufakiri. Toa, toa lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.

wa faragha qabla shughlik, nafasi yako kabla ya shughuli zako. Una nafasi, una nafasi, fanya mambo mema kabla hujatiwa katika shughuli zitakazokushughulisha. Wa hayataka kabla mautik, chukua fursa ya uhai wako kabla ya kufa kwako. Idha mata ibn adam anqata amalo Mwanadamu akifa, wa amali zake zote hukatika, hakuna thawabu zinazoingia illa min thalatha. Kwa hiyo, wahayataka kabla mauti, kuchukua fursa ya uhai wako kabla ya kufa kwako. Ndugu zangu Waislamu, mtu anatakiwa kila umri unavyopanda, anatakiwa azidi kufanya mambo ya kheri. Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha

Faqala sallallahu alayhi wasallam sharu nnas man tala umruhu wasaa amaluhu, mtu mwovu katika watu ni yule ambaye umri wake ni mrefu na amali zake ni mbaya. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kukithirisha amali, kufanya amali njema. Kila mtu anavyopewa umri ndivyo azidishe kufanya kheri.